Karibu tena kwenye chaneli yangu. Leo tunaongelea mambo matano muhimu unayopaswa kuzingatia kabla hujaanza biashara yako. Kumbuka, kabla yote ya kuingia kwenye biashara yoyote, kuna hatua za msingi ambazo ukizikosea, biashara inaweza kufa hata kabla haijaanza. Ndio maana leo nimekuandalia mwongozo rahisi kabisa na wa vitendo utakao kusaidia kufanya maamuzi sahihi kabla ya kuwekeza. Karibu tujifunze kwa pamoja. Yapo mambo ya muhimu sana ya kutafakari kabla ya kuanzisha biashara. Hasa baada ya kuamua kwamba unataka kufungua biashara mahali fulani, ni busara kuyaangalia kwa kina mambo yafuatayo, kwa sababu ndio msingi wa biashara yako. Ukiatilia maanani, utakuwa na nafasi kubwa ya kuendesha biashara kwa mafanikio. Watu wengi huwa wana changamoto ya kuanzisha biashara kwa sababu tu ya mtaji. Hata kama mtaji wako ni mkubwa kiasi gani, bila maandalizi na utafiti wa kutosha, siku moja unaweza kukutana na changamoto na ukashindwa kabisa kuendesha biashara. Kumbuka biashara sio mtaji peke yake, kuna mambo mengi ambayo yanatakiwa kuzingatiwa ukiachana na mtaji. Jambo la kwanza ni kuamua aina ya biashara unayotaka kufanya. Kuna aina nyingi sana za biashara, hivyo ni muhimu kuchagua ile inayofaa uwezo wako, soko na hata eneo. Watu wengi husema nataka kuanzisha biashara lakini sijui ni biashara gani. Na hapo ndipo hatari ya kukurupuka na kuamua vibaya inapoanzia. Usiruhusu hili likutokee, chunguza chaguzi zako kabla ya kuweka pesa zako. Lakini jambo la pili ni eneo la kufanyia biashara. Eneo ni la muhimu sana, sio kila eneo linafaa kwa aina zote za biashara. Angalia kama hilo eneo lina wateja unaowalenga, upatikanaji wa usafiri, usalama, umeme, maji na mwonekano mzuri wa duka au ofisi yako. Epuka kuweka biashara katika eneo la trafiki ndogo au lisiloonekana, kwani hilo linaweza kuathiri mauzo yako ya kila siku. Na hapa ndipo tunapoangalia kwa makini jambo la tatu ambalo ni utafiti wa eneo kwa wafanya biashara wengi hufanya utafiti wa bidhaa au huduma wanaotaka kufanya, lakini wanasau kabisa utafiti wa eneo. Tembelea eneo, ongea na wafanyabiashara waliopo, chunguza soko na uchangamfu wa wateja. Utafiti wa eneo unakusaidia kujua kama wateja wana uwezo na nia ya kununua bidhaa au huduma yako, na pia utafiti huu utakuepusha kuwekeza mahali pasipofaa. lakini jambo la nne ni tabia ya wateja Fahamu tabia ya wateja wa eneo hilo unalotaka uka biashara yako. Kwa mfano, kama unataka kufungua mgahawa, je, wateja wako ni wafanyakazi wa ofisini? Ni wanafunzi? Ni wakazi wa mtaa wa eneo hilo, au ni mafundi ujenzi? Kujua hili kutakusaidia kujua ni aina gani ya huduma utakaoitoa, saa kufungua mgahawa wako na hata bei zitakazofaa kwa ajili ya eneo hilo. Uelewa wa wateja ni msingi wa huduma bora na mauzo ya hali ya juu. Lakini la mwisho katika siku ya leo, usifanye biashara kwa kuiga wengine. Usiingie kwenye biashara kwa kuiga tu kile mwingine anachokifanya bila kufanya utafiti. Fanya utafiti wa biashara kabla ya kuingia, ili uweze kuelewa soko, nafasi zako za ushindani na jinsi ya kujitofautisha kibiashara na kimwonekano. Maandalizi mazuri ndiyo msingi wa biashara imara. Ukiyafanyia kazi haya, unajiwekea nafasi kubwa ya kufanikiwa. Asante kwa kutazama, usisahau kulike, kusubscribe na kushare ili elimu hii ifikie na wafanyabiashara wengine. Hadi video ijayo, endelea kujenga uchumi wako.